Kwa kawaida, mwanamke mjamzito hapaswi kupata hedhi, kwani ujauzito husababisha mabadiliko ya homoni yanayozuia mzunguko wa hedhi. Hata hivyo, kuna hali fulani zinazoweza kusababisha mwanamke mjamzito kutokwa na damu, hali ambayo mara nyingi huchanganyikiwa na hedhi. Makala hii inachambua sababu zinazoweza kupelekea hali hiyo. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification. Hii ni Suka TV. moja. Kutokwa damu kwa sababu za kawaida. Baadhi ya wanawake wajawazito hupata damu kidogo mwanzoni mwa ujauzito, hali inayojulikana kama kutokwa na damu ya implantation. Hii hutokea wakati yai lililorutubishwa linapojipachika kwenye ukuta wa mfuko wa uzazi. Damu hii huwa nyepesi na hudumu kwa muda mfupi. mbili. Mimba kutishia kuharibika. Mimba inayotishia kutoka au kuharibika inaweza kusababisha kutokwa na damu. Hali hii inaweza kuambatana na maumivu makali ya tumbo na mgongo. Ikiwa mwanamke mjamzito anapata damu nyingi au maumivu makali, ni muhimu kutafuta msaada wa kitabibu haraka. Tatu, mimba kutunga nje ya mfuko wa uzazi. Mimba iliyotunga nje ya mfuko wa uzazi, yani ectopic pregnancy, ni hali hatari inayoweza kusababisha kutokwa na damu. Hali hii hutokea pale ambapo yai lililorutubishwa linapojipachika nje ya mfuko wa uzazi, mara nyingi kwenye mirija ya uzazi. Mimba ya haina hii haiwezi kuendelea na inaweza kuhatarisha maisha ya mama. Nne, mimba zabibu yani mola pregnancy. Mimba ya zabibu ni hali nadra ambayo badala ya kijusi kuendelea kukua kawaida, seli zisizo za kawaida huanza kuongezeka ndani ya mfuko wa uzazi. Hali hii inaweza kusababisha kutokwa na damu na inahitaji matibabu ya haraka. Tano, matatizo ya kondo la nyuma kondo la nyuma lina jukumu muhimu la kupeleka virutubisho na oksijeni kwa mtoto. Ikiwa kondo la nyuma linajishikiza sehemu isiyo sahihi au linajitenga na ukuta wa mfuko wa uzazi kabla ya wakati, mwanamke anaweza kupata damu nyingi. Hali inaweza kuhatarisha maisha yake na ya mtoto. Sita, maambukizi au magonjwa ya uzazi. Baadhi ya maambukizi yanaweza kusababisha kutokwa na damu wakati wa ujauzito. Maambukizi haya yanaweza kuathiri shingo ya kizazi au mfuko wa uzazi na ni muhimu kutibiwa haraka ili kuepuka madhara zaidi. Saba. Sababu nyingine zinazoweza kusababisha kutokwa na damu. Baadhi ya wanawake hupata damu kwa sababu zisizoeleweka vizuri na bila madhara makubwa kwa ujauzito wao. Hata hivyo, ni muhimu kumuona daktari ili kuhakikisha kuwa hakuna tatizo kubwa. Kutokwa na damu wakati wa ujauzito kunaweza kuwa na athari mbalimbali mbali kwa afya ya mama na mtoto. Athari hizi zinaweza kuwa ndogo au kubwa kulingana na chanzo cha damu inayotoka. Baadhi ya athari kuu ni moja. Athari ya kuharibika kwa mimba, hasa katika trimista ya kwanza, inaweza kuwa ishara ya mimba inayotishia kutoka au kuharibika kabisa. Ikiwa damu inatoka kwa wingi na inaambatana na maumivu makali ya tumbo, ni muhimu kutafuta msaada wa kitabibu haraka. Mbili, upungufu wa damu yani anemia. Ikiwa mama mjamzito anapoteza damu kwa muda mrefu, anaweza kupata upungufu wa damu yani anemia, hali inayoweza kusababisha uchovu, kizunguzungu na hatari kwa afya yake na ya mtoto. Tatu, Matatizo ya kondo la nyuma kutokwa na damu katika trimester ya pili au ya tatu kunaweza kuashiria matatizo ya kondo la nyuma kama vile placenta previa, yaani kondo la nyuma kufunika mlango wa kizazi au placental abruption, yaani kondo la nyuma kujitenga na ukuta mfuko wa uzazi kabla ya wakati. Hali hizi zinaweza kuhatarisha maisha ya mama na mtoto. Nne, hatari ya maambukizi. Ikiwa kutokwa na damu kunasababishwa na maambukizi ya kizazi au uke kunaweza kuathiri afya ya mama na mtoto. Maambukizi haya yanaweza kusababisha matatizo makubwa ikiwa hayatatibiwa kwa wakati. Tano, uchungu wa mapema kutokwa na damu katika trimista ya tatu kunaweza kuwa ishara ya uchungu wa mapema hali inayoweza kusababisha kujifungua kabla ya wakati. Watoto wanaozaliwa kabla ya muda kamili wanaweza kuwa na matatizo ya kiafya na kuhitaji uangalizi maalum. Sita, msongo wa mawazo na hofu. Kutokwa na damu wakati wa ujauzito mara nyingi husababisha wasiwasi na hofu kwa mama mjamzito. Hali hii inaweza kuathiri afya yake ya kiakili na hata kuathiri maendeleo ya ujauzito wake. Ikiwa mama mjamzito anapata hanapata damu, ni muhimu kumuona kumwona daktari haraka ili kubaini chanzo na kupata matibabu sahihi. Ikiwa unatoka na damu wakati wa ujauzito, ni muhimu wa kuchukua hatua sahihi ili kulinda afya yako na ya mtoto. Hapa kuna mambo unayoweza kufanya. Jambo la kwanza unaloweza kulifanya ni kutafuta msaada wa kitabibu haraka. Kutokwa na damu wakati wa ujauzito kunaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa. Ni muhimu kumwona daktari mara moja, ili kubaini chanzo cha damu na kupata matibabu sahihi. Mbili, pumzika na hepuka shughuli nzito. Ikiwa unatokwa na damu, punguza shughuli za mwili na pumzika kadiri inavyowezekana. Kuepuka kazi nzito kunaweza kusaidia kupunguza hatari ya kuongezeka kwa damu. Tatu, epuka kujamiana. Katika baadhi ya hali kujamiana kunaweza kuongeza hatari ya kutokwa na damu zaidi. Ni vyema kusubiri ushauri wa daktari kabla ya kuendelea na shughuli za ndoa. Nne, fuata maelekezo ya daktari. Baada ya uchunguzi, daktari anaweza kupendekeza matibabu maalum kulingana na chanzo cha damu. Hii inaweza kujumuisha dawa upasuaji mdogo au uangalizi wa karibu. Tano. angalia dalili za hatari. Ikiwa damu inatoka kwa wingi, inaambatana na maumivu makali ya tumbo, kizunguzungu au dalili nyingine zisizo za kawaida, tafuta msaada wa dharura mara moja. Sita. kula lishe bora na kunywa maji ya kutosha. Lishe yenye madini ya chuma na virutubisho vingine inaweza kusaidia kupunguza hatari ya upungufu wa damu. Hakikisha unakula vyakula vyenye virutubisho muhimu kwa afya yako na ya mtoto. Hitimisho. Ingawa mwanamke mjamzito hapaswi kupata hedhi, kuna hali mbalimbali mbali zinazoweza kusababisha kutokwa na damu, hali inayoweza kufanana na hedhi. Ni muhimu kwa mwanamke mjamzito anayepata damu kutafuta ushauri wa kitabibu ili kuhakikisha kuwa ujauzito wake unaendelea salama. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara yako ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Unaweza ukaniachia maoni yako sehemu ya comment, kuraiki na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.